Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Imani yangu inaniambia kwamba wazazi wengi wanaamini kuwa mfanyakazi wa nyumbani ni msaada mkubwa nyumbani, lakini kwa Baba Levo imethibitika kwamba sio kila dada wa kazi anaweza kuwa na moyo sawa na mama mzazi. Leo hii inakuletea tukio la kusikitisha ambalo limerekodiwa na CCTV ambalo limegusa mamilioni ya watu na mastaa wengi wameweza kuonyesha kwamba hawajapenda tukio hili la dada wa kazi aliweza kufanya kwa mtoto wa Babalevo aitwaye Platinum. Lakini kabla sija kuambia nini ambacho kimetokea, please nikukumbushe kwamba uweze kusubscribe ili uweze kufahamu tukio hili na mengine mengi, na pia uweze kubonyeza kengele, baada ya kusubscribe, kwa sababu hapo utakuwa umeza kuwa karibu na sisi tuweze kukusogezea habari zote za ukweli uliweza kufichwa nyuma ya headline. Baba Levo ni msanii na mwanasiasa maarufu kutokea Bongo Tanzania, na aliamua kuweka CCTV kamera nyumbani kwake kwa ajili kwa ya usalama, lakini hakutarajia kile ambacho kingeweza kurekodiwa, yani mfanyakazi wa ndani anamfanyia mtoto wake Platinum kufuatwa vitendo visivyoweza kusimulia. Hasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Baba Levo aliposti video hii na kuandika maneno haya kwa uchungu, mwanangu Platinum. Kila siku namwambia mama Ruby akae na watoto lakini inaonekana kama namtengenezea mazingira ya kuwa tegemezi. Hii video imeniliza mama Ruby. Katika video hiyo dada wa kazi anaonekana akimkaribia mtoto kwa ukali, akimvamia bila huruma Platinum na ilionekana kama mtoto kuna jinsi alikuwa anamvalisha, sijui amemfunga miguuni, kuna jinsi ambapo alikuwa anafanya matukio ambayo afai kusimulia. Nilikwambia hii ni miongoni mwa posti ambayo imegusa watu wengi sana. Nimeweza kuona wasanii mbali mbalimbali wakiweza kuonyesha kwamba hawajapenda kile ambacho kimeweza kufanyika. Nimeweza kuona Esma, Platinum, Darky na Diamond anaweza kusema kwamba huyu, kabla ya kuendelea kuongea naye, mtandike mibao kwanza, mshenzi sana huyu dada lakini pia Maua Sama anasema jamani, pita msecho anasema, nitashangaa sana kama bado yuko hapo mpaka muda huu aisee. Alafu akaweka emoji za kwamba anatoka machozi na kusema muondoe haraka sana huyu mfukuze haraka sana huyu. Lakini pia Flavian Matata anasema, mtu unaweza kupata mada kesi aisee. Juma Juks anasema, dah inasikitisha Koyo, kwa hiyo komenti zimekuwa ni nyingi, by the way, watu mbalimbali wameweza kuonyesha kwamba hawajapenda kile ambacho kimeweza kutokea. Tukio hili hapa limeibua mjadala mkubwa mitandaoni. Watu wanajiuliza je, ni sahihi kuwaamini kabisa wafanyakazi wa ndani bila uangalizi wa karibu? Na je, wazazi wanapaswa kuwa makini zaidi na walezi wa watoto wao? Mashabiki wa Babalevo wameweza kuonyesha mshikamano, huku wengine wakitoa ushuhuda wa matukio kama haya nyumbani mwao. Hii sio tu habari kama nilivyokwambia mwanzo, ni wito wa tahadhari kwa kila mzazi. Hebu mtumie video hii mtu ambaye ana mtoto wake, umkumbushe kwamba Aa, kama anamfanya kazi anamwachaga anaenda kazini, aweze kuchukua makini. Kwa kupitia video hii utakuwa umeza kutisha lakini na maswali, before sijaondoka, hebu niachie comment yako. Unahisi je, jamii inapaswa kubadilisha mtazamo wake kuhusu wafanyakazi wa ndani? Nini mawazo yako kuhusiana na hichi ambacho kimeza kutokea? Na kama umeguswa na tukio hili na unataka kufuatilia kila hatua na safari ya baba Levo na familia yake, basi please please make sure tu una subscribe sasa hivi TemuTV, kwa sababu nitakuwa nakuletea tu sio habari bali tunakuletea habari yenye moyo wa hadithi. Bonyeza pia kengele notification baada ya kusubscribe, lakini pia acha komenti yako kuhusu unachokifikiria kuhusu usalama wa watoto nyumbani kwetu, na pia usisahau kushia na wenzako. Hapa ndipo utakapokuwa unapata ukweli wote uliofichwa nyuma ya headlines za maisha ya mastaa wa na Tanzania na nje ya Tanzania. Agoba the name Stefano Temo once again for now, sina la ziada, till next time, bye bye, ciao, gumzo.